Yes, mwana sawa sawa digital. Moja kati ya mabilionea ambao pia walishawahi kutokea lakini pia bado ni mabilionea, lakini kwa sasa hivi kwa dunia nzima eh, kuna watu ambao wamemzidi, lakini umshikaje tabaki kuwa eh, bilionea eh, wa dunia kwa sababu ya kutokana na mapato yake, lakini pia pesa zake ambazo anazo. Huyu ni Bill Gates, ni mmoja kati ya watu ambao pia wana pesa nyingi sana kutokea kule nchini Marekani. Sasa, bilionea na mfadhili maarufu kama Bill Gates aliwahi kusema kwamba wazi au aliweka wazi kabisa kuwa watoto wake hawatapokea zaidi ya asilimia moja ya urithi wake au ya utajiri wake. Kauli hii iliweza kusababisha mshangao mkubwa, lakini si kwa sababu ya ukatili, bali ni kwa sababu ya ukubwa wa hiyo asilimia moja. Maana asilimia moja ya Bill Gates eh, inaweza ikalisha eh, familia ya mtu kwa mwaka mzima eh, nimechomekea tu so, endelea kutufuatia sisi kama eh, sawa sawa digital. Kwa watu wengi sana asilimia moja inaweza kuonekana kama kiasi kidogo sana lakini kwa mtu kama Bill Gates, mwanzilishi wa Microsoft zote ambazo unazijua katika swala so zima la eh, computers, nikimaanisha na moja wa matajiri wakubwa duniani, asilimia moja ni mabilioni ya pesa. Yani asilimia yake moja tu ni mabilioni ya kutosha sana. Sasa kwa mujibu wa Bloomberg eh, Billionaires index eh, anaweza kumiliki utajiri wa takriban dola eh, bilioni mia moja sitini na mbili. Asilimia moja ya kiasi hicho ni dola bilioni moja kwa, kwa, kwa, kwa, hiyo ndio dola bilioni moja kwa upande wa, kwa upande mwingine Forbes, pia ni moja kati ya magazeti ambayo yanafanya poa katika nchi ya Marekani, inakadiria kuwa tajiri wake ni dola e, bilioni mia moja na saba ambayo asilimia moja yake bado ni zaidi ya dola bilioni moja. Hii inamaanisha kwamba ingawa watoto wake watarithi sehemu ndogo tu ya utajiri wake, bado wanabaki kuwa sehemu ya tabaka la juu kabisa duniani. Kwa mujibu wa utafiti wa kampuni ya, e, bwana, ya, ya King Frank, Mtu ambaye anatambulika kuwa katika asilimia moja ya matajiri duniani ni yule mwenye utajiri wa angalau dola milioni tano point nane au ni dola milioni tano na laki nane, ambayo ni ndogo sana ikilinganishwa na kiwango ambacho watoto wa Bill Gates, e, watarithi. So ile asilimia ambayo wanachukua watoto wa Bill Gates kwenye, kwenye, kwenye, kwenye utajiri wa baba yao ni asilimia moja tu na ambayo asilimia moja hiyo ni zaidi ya bilioni moja za kutosha. Sasa bilioni moja kwa maisha yako ya kawaida ambayo unanisikiliza, hebu piga hesabu kakoo, inakuwa ni kama e, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni ni pesa ambayo utatumia kwa matumizi gani? ni, kwa sababu bilioni moja, kuna baadhi pia ya wasanii wakubwa a list wakubwa hapa Tanzania bado hawajafikia wa hiyo levo ya kuumiliki bilioni moja e, katika mapato yao yote. Sasa huo huo ndio asilimia moja tu ya watoto ya, ya, ya, wa Bill Gates ambao watastahili kuweza kumiliki. Kwa hivyo vyote vile utakavyoliona, ukweli unabaki kuwa hata urithi wa wa chini ya asilimia moja kutoka kwa Bill Gates bado unatosha kabisa kuweka watoto wake eh, katika maisha ya kifahari yasiyo ya wasiwasi wa kifedha eh, milele kabisa, kwamba hawataweza kupata shida kutokana na utajiri ambao yuko nao baba yao huyo Emana. Sisi ni Sawa Sawa Digital, tuko hapa kupa updates zote, lakini pia taarifa kiganjani mwako. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu yote ya kijamii kwa taarifa tofauti tofauti zaidi.